Ya kuchelewa tupitie mistari miwili mitatu, alafu twende kwenye maombi, niombe. Kwa kwene mema Mungu, Mungu wetu, sifa za heshima na zama pekee yako wendea Mungu, hakuna mwingine kabla yako na baada yako, hata kuwepo Mungu mwingine. Tuko mbele zako dahu tena kwa ajili ya kuwaitia jina lako, na tunatangulia na neno lako Bwana naomba Mungu neno lako lipate nafasi kwetu, ili ilikapate kutusaidia sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Asubuhi tumekuwa tukijifundisha nguvu ya maombi asubuhi, the power of morning glory, na tumeshaangalia majina ya asubuhi ikiwepo jina la asubuhi, eh, lakini lipo jina la asubuhi na mapema, lipo jina la lipo jina la alfajiri na lipo jina la kunapopambazuka, au kuna liko jina lingine linaitwa jina la kabla haujaisha usiku. Bwana si tunajumulisha jina moja kwa majina mwili kuwa jina moja, lakini asubuhi inapaswa iwe peke yake. Asubuhi na mapema inapaswa iwe peke yake. Katika mwandiko ikitumika asubuhi na mapema au fajiri inatakiwa iwe peke yake. Kunapopambazuka au mapambazuko inapaswa iwe peke yake, na kabla haujaisha usiku lakini yote yakielezea mambo yaliyofanyika ya eh, asubuhi na tumesema, eh, watu wote muhimu na makini katika maisha waliowahi kufaulu hawakucheza na asubuhi, wote wote wote, watafute hata kwenye majumba yenu kama mnakaa, utaona kabisa wapambanaji wale wanaofikiri kesho yao kubwa ambao wana shauku ya kutaka kupiga mtu fulani, uwezi kuwaona wanacheza na asubuhi. Na hata sasa, wakati mwingine huu wa maendeleo tunaoona na vijana, wakati mwingine kukosa hata kipato, ukitaka kuangalia, angalia wanacheza vipi na asubuhi. Jamani, amini, wanacheza vipi nani na asubuhi? Tunakuta mimi leo nipo nashiula zetu nipo nyumbani mwaa saa kumi na mbili yupo halafu, anazilizia kwamba hakuna chanzoe, lakini angeamka mapema hata kaenda eneo lini watu tu huko mtu tuka aepata fursa. Ki sasa, tumeshaangalia majina na tumeshaangalia mambo yaliyofanyika asubuhi na mapema, kama matano

nimechagua ya faida mingine, nimeacha pengine mingine na ufumo wake. Sababu kama jambo moja nimeliacha ni kwamba, Yakobo alipewa mke asiye wake na hakujua, lakini maandiko yanasema ilipofika asubuhi na mapema, ndipo akajua kwamba ndichopewa sicho na ikabidi atafute haki yake halisi. Kwa hiyo ningeweza kusema ni asubuhi ya kutafuta haki yako, ni asubuhi ya kugundua kwamba ugonjwa, viko vitu viko kwenye maisha yako, lakini sio vyako. Basi hiyo sasa nimeiacha sasa Naona si nikisema ni kuangena madabi na ma kachoka wewe, andika tu, maana ilishuka asubuhi katika Kutoka kumi na sita, ishirini na moja. Wewe tusisome maandiko nikombee muda wa maombi. Wakati Israeli wako jangwani, mahali ambapo hauna kitu, hakioni chochote, ni vumbi tu, upo muujiza Mungu aliufanya ambao ulidumu kwa muda wote ambao Israeli wako jangwani. Mungu aliwapa chakula, chakula cha mbinguni. Chakula hiki kinaitwa nini? Mana. Lakini chakula hiki kilishuka asubuhi, si muujiza? Wale kisishuke saa sita, muda wa kufikiri, njaa ndio itauma. No, Mungu alitaka waanze na matumaini ya kwamba chakula kipo asubuhi. Na huenda Mungu bila shaka wa mama alicheza na wanawake Unajua sisi wanaume mpaka tikijai naume tulaikila chakula lakini wanawake anapoamka wazo lake la kwanza tutakula, family, akawana, umia, asubui, kwayo, asubui, ni leo tutakula familia itakwanie Mungu akaona waumia hawa watu. Akaanza nao asubuhi kabisa ili kutengeneza siku yao iwe njema. Kwa hiyo asubuhi ni asubuhi ya kupokea chakula maalum kutoka kwa Mungu damanamii. Jamani, amini sisi na tusipokee kile chakula walichopokea wale, lakini sisi, kuna aina ya namna ya shibe ambayo Bwana tunapokuja na mapema mbele yake anatupa sisi. Tuna eh, njaa, iko njaa zaidi ya hii ya chakula. Kuna wakati unakuta una njaa uu usikii utoshelewe, kuna mambo unaona sana, ungetamani hiyo hivi na vile, hiyo ni njaa Bwana ufadhili na mapema anaweza kukushikisha, na alikuwa muaminifu kwa miaka yote walio kwa muda wote na kwa miaka yote waliokaa jangwani. Kila ufadhili Israeli walikuwa na hakika ya kupata posho, nasema mkikusanye mule tuwasaidie kwa siku, kesho mje tena asubuhi, mtakikuta saki mule kipolo. Hii inatuonyesha kila siku Mungu ana kitu kipya, aufadhili anataka kutupatia wako watu wanategemea kufikia juzi na majuzi. Mungu hautaka wapate kiporo, anataka every day, kila siku wapate kitu fresh cha siku hiyo. meandika hiyo Kutoka kumi na sita ishirini na moja. Meandika Mungu amen, kama ka meandika ke... jambo lingine la pili kwa leo iko kwenye Samweli 5:3. Samweli tano mstari wa tatu. So, sanduku la Bwana lilikuwa limechukuliwa na Wafilisti na kwa dhalamu kabisa na kwa, kwa, kwa, kwa kashifa wakaenda kuliweka kwenye nyumba ya mungu wao Dagoni. Sanduku la Bwana lenye mana lenye mkate wa uonyesho lenye fimbo ambayo Musa alichapa maji lenye amri kumi za Ukizungumza sanduku la Bwana kwa Waisraeli ni sawa na mungu wako, ni sawa na wewe. Ukamwendea Muislamu ukachukua ukachukua Korani yake alafu ukaikotolea uka, uka, uka, uka, uka, uka, uka, kama mwingine waliwahi kufanya, kwao ni kashfa, ni kufuru kubwa sana na sisi. Kwa watu wa Mungu kuna kufuru ya aina hiyo inayofanyika. Wakachukua ile sanduku wakaliweka kwenye jumba la sanamu la Mungu na Dagoni, lakini nataka nikwambie, komsaliyojiosoma alfajiri na mapema, ile Dagoni na liliyotengenezwa kwa gharama lilivunjika vunjika vipande, na wakakuta lile dondoka limesujudia mbele ya sanduku la Bwana. Sijui kuna sanamu gani imesimama mbele yako, sijui kuna fedha ya gani kwenye maisha yako, hii asubuhi inaweza ikadondokea ya Mungu wako. Kila kinachosimama kukufanyia kukuf, kukuf, aibu kinachokuwa aibu kwenye maisha yako kinacholeta fedheha kwa, kwa Mungu wako a, kinaweza kudondoka kwa Mungu wako. au fadhili, hii ni asubuhi ya kudondosha Mungu Dagoni. kudondosha Mungu Dagoni asubuhi hii habaki Mungu anayeitwa Jehova, jamani, a, hiyo yeah. ni Samweli wa kwanza tatu tano tatu, tatu. Lakini kitu kingine, mto wa Yordani mto wa Yordani nao uligawanyika, uli alfajiri Yoshua wa tatu moja. Mnaona alfajiri jinsi hivyo kubwa. Hawa watu walifika alfajiri mto, ile jambo liliotokea kule nyuma la bahari kuwa kizuizi kupita nikatokea tena. Na wanahistoria wanasema ulikuwa umefurika huu mto umefurika kabisa, haiwezekani kuvuka kwenda ngambo ya pili. Kuna wakati ni ngumu kuvuka kwenda ngambo ya pili, kuna kizuizi. Lakini Bibilia inatuambia asubuhi, Mungu akatoa maagizo kwa Musa. Maagizo tofauti na kule na tusimzoe Mungu. Mungu kila siku ana maelekezo mapya. Kule Musa alimwambia pige maji na kwanika. Kwa nini? Kwa fimbo kwenye bahari ya Shamu. Alimwambia pige nani? Na fimbo. Hapa anamwambia pige. Anamwambia wabebe makuhani. Wabebe sanduku. Halafu watangulie mbele. Waanze kukanyaga maji huko yanayoyenyeka. Halafu kuna kitu kitatokea. Kwa nyuma imani zilikuwa ndogo. Kuna wakati mwingine Mungu akifanya kitu kwenye maisha yako, imani yako iongezeke. Amina watu wa Mungu, ulishawahi kufikia mahali ukaelewa utakula nini baadaye? Mungu atakusaidia siku ya basi, siku ingine imani yako iongezeke. Mungu hawezi kukuletea majaribu ya kote na analeta lingine gumu zaidi. Hapa nawaambia, miguu ingizeni kwenye maji. Shinyimpelewa bahali waikugawanyika, kuna masiwasi wa nini? na anasema mtangulie makuhani, ndio mwombe alfajiri na mapema. Makuhani walipengiza ndugu yao kwenye maji tu, mtu ayuda niufanya ukagawanyika. Nawe inawezekana na mtu umezuia mbele usipiti, ukuja kwenye alfajiri hili, mungu anaweza kugawanya huo mtu ukavuka ngambo nyingine ya pili. Hii ni Yoshua tatu moja. Lakini jambo lingine kuta za Yeriko nazo zilidondoshwa fajiri na mapema. Yoshua sita kumi na tano. Baada ya kuvuka tu mto Yordani wakakutana na kuta za Yeriko. Zile kuta zilikuwa ngome. Wanahistoria wanasema hivi, magari mawili kama ya leo yangeweza kupishana juu ya kuta zile. Ni bomba au kuta wa fence, sio fence ya kuingilia kwa mchugaigaringa, fence ya kuingilia mji wa Yeriko umefungwa na kuna maskari Alafu wale maaskari wana taarifa ya kwamba Israeli wanakuja na wanaelewa Israeli wameshapitisha kichapo humo njiani kwa baadhi ya mataifa waliokutana nayo. A wameshauliwa kwamba kwa watu wat dani mno pamoja na ukuta, wana askari wanalinda kuta zao. Mungu akawapa kanuni ya Yesu akasema, nyinyi mtakuwa mnazunguka humo mji mzunguke kila siku mara moja. hawakuwa wanazunguka jioni, hawakuwa wanazunguka Hawa mchana

Lazima ufute ile kichoko ulikopewa kwa mtume. Haya majamaa, alfajiri yakazunguka ule ukuta mara moja kila siku, na alfajiri ya siku ya saba wakazunguka mara saba. Automatically wakaona ukuta wenye chii, ombeje ile ile ukuta tusumbuke Nafikiri naombe ameshachosha kuta zilizotuzunguka na sisi. Tuna mtu mmoja alisema, angalia wanaokuzunguka wasikuzunguke, angalia wanaokuzunguka wasikuzunguke. Kwa hiyo watu wanaweza kukuzunguka wanaokuzunguka wanaweza kukuzunguka, yaani wanaokuzunguka ni watu wa jirani na wewe. Ndio wanaitwa kweli kuzunguka wasikuzunguke. Kwa hiyo na mimi nasema kuta zilizotuzunguka tuzizunguke, ambazo zinatuzuia kwenda tunakotaka kwenda, zinatuzuia kuteka mateka Mungu alikuwa ametaka wateke wateke mji alfajiri ya mapema, kuta zile ziliondoka. Mebakizo mawili kama jambo lingine kwa leo, mchujo wa kujua walio upande wa Mungu na wasio upande wa Mungu ulifanyika alfajiri. Yoshua saba mseraasi Israeli walipoingia Yeriko wakateka mateka, kuna mtu aliiba vitu vilivyokuwa mle ndani. Baadae walipoenda kwenye njia ya vitani wakapigwa, msaanaluji kumlilia l mbona hatuko salama? Mungu anamwambia, kuna makosa kuna watu wameiba malimbuko yangu.

tumezoea kila tukienda mahali tunashinda wai tunashindwa. Mungu akasema njoo na watu wafanyila mapema, nitakuonyesha ni akina nani wanaologa kanisa la Mungu, wanaologa taifa lake. Nanakuambia, kama uko hapa unaloga kanisa hili, Bwana atakubaini asubuhi na mapema. Hapa tupo wahea asema kulogoa

Mji wa Ai ulipigwa alfajira mapema, Yoshua yoyo sura ya sura ya nane mstari wa kumi. Kiwa unajua Biblia unaelewa naposema mji wa Ai ulipigwa alfajira mapema, unaweza ukasema, aiaiioni huu mji wa Ai ndio watu wa Mungu walikuwa wakiwa wamekimbia waliwahi kwenda kupigana, wakapigwa, wakakimbia kwa sababu ya makosa ya wakinaaka

nisiyawe mara ya kwanza walienda muda gani? Inawezekana kwa sababu walikuwa waona Mungu hata wakuzingatia muda. Mungu anataka waende, lakini baada ya kupata maelekezo kwa Mungu alfajiri mapema, wakarudia ule nchi ambayo ulikuwa umewashafulia. Naomba nikupe matumaini, kuna kitu kiliisha kushinda. Alfajiri Mungu afanya ukiweza kuna kitu ulishaona hiki, sikiwezi kikakutumisha vizuri na akili yako ikasema hiki kimeshindikana. mpaka Kitedfativi, unaweza kukipiga kile kichokuwa kimekupiga kwanza, katika jina la Yesu. Nusimama, simama, mimi nataka ushiri wewe, ewe roho

Mape, matukio na mapendo, tumeona matukio ya kugawanywa kwa mtu wa Yordani, kuanguka kwa kuta kutauta yeto kuipiga ai tena na mengine kadha wa kadha. a Naomba fadhili hii pia ikaya fadhilia ushindi kwa watu wako ambao wamejongea mbele zako kwa maombi, tunapoenda kuitia jina lako, yale yale mambo makubwa yaliyowahi kufanyika alfajiri na mapema. Naomba Bwana yakafanyike kwa watu wako waliokuja kulitia jina lako hivi. Tunaenda kwenye maombi, tunaomba mambo kadha, ambayo tunaenda kukishii kapate kututembea kwa utukufu wako. Naombe hata wale watazamaji kwa njia ya mtandao wanafuatilia somo hili la nguvu ya alfajiri na mapema Wape kuanza na wao ya alfajiri, wape kutafuta uso wako alfajiri, wape kwenda maeneo ya ibada alfajiri, wape kutafuta mahali pa maombi alfajiri, na muda wanapofanya hayo, ukatokea ukitenda mambo makubwa katika maisha yao, ni katika jina la Yesu, naomba na kushukuru. Karibu kiongozi wa maombi, endelea kutuongoza kwenye maombi.